Di si, wa Truth Media baada ya kumalizana ni Mikoi Kisugu, sasa tupo na ndugu yetu mwingine hapa ambaye tumemkuta katika uwanja huu maeneo haya ya Kipara kwenye uwanja wa shule ya msingi ya Juhudi naye akifanya mazoezi, ana uzi wake wa Simba Sports Club. Kwanza ataanza kujitambulisha. Mambo vipi Swali, niambie. Salama kwema? Fresh, jina nani? Naitwa e, Idi Kamala, Mwenyeji wa hapa maeneo ya Kipara. Eh, mwenyeji wa hapa. Simba kinda kindake? Vibaya mno tena, wakulisi Wakulisi kivipi? Baba Simba, mtoto Simba, Mama nani? mama sijajua mama, e. Wewe uni mwanachama shabiki wa Simba wa kurisi lakini timu yako ya Simba Sports Club umeweza kutinga katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kupita miaka 32. Kwanza kwako hili umelipokeaje? Ah, yani hili na furaha na nawapongeza wachezaji wote na viongozi na benchi la ufundi lote la Simba Sports wamejitahidi sana Wakati Simba kwa mara ya kwanza anatinga katika hatua ya fainali inacheza na Stella Abidjan ya katika dimba wamecheza pale Ivory Coast, imekuja tena katika uwanja wa Uhuru. Wewe ulikuwa na umri gani hiyo? nilikuwa kama sikosei, labda miaka sita, saba. Ujashuhudia vizuri. Sijashuhudia. Lakini safari hii umeweza kushuhudia vizuri. na nitaenda kuangalia eh? kama ukichezwa hapo kwa Mwenyezi Mungu atavyojalia. Kwa uwezo wa Allah. Ah, inshallah kocha Fadlu Davis ni anatajwa kuibadilisha sana simba ukiangalia simba ya miaka iliyopita ilikuwa inaruhusu sana magoli mengi uwanja wa ugenini lakini timu ya Fadlu Davis imeweza, imeweza kucheza tangu mwanzo mechi ya kwanza dhidi ya Al tripoli mpaka mechi ya nusu fainali anacheza na Stellan Boji katika uwanja wa ugenini imeweza kuruhusu magoli mengi ni dhidi ya Almasri tu iliweza kufungwa pale misri goli mbili kwa sifuri. kocha Fadlu Davis kwako ni kocha wa aina gani? ni kocha bora kwa makocha waliofundisha simba na ni kocha mzuri na anajua nini anachokifanya ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo tumpe ushirikiano mzuri, atatufikisha mbali, sio hapa alipotufikisha. Anataka tufikisha hadi klabu bingwa fainali, tucheze hadi klabu bingwa la dunia. Wakati uh, simba siku ya simba day anatambulishwa anatam, benchi la ufundi kocha Fadlu Davis alipewa nafasi ya kuongea. Miongoni mwa vitu alivyozungumza, alisema huu msimu utakuwa ni msimu bora sana kwa mashabiki wa Simba na utakuwa ni ni msimu ni kweli, msimu wa kukumbukwa sana ni kweli eh, umekuwa msimu bora kwenu. Na mtaukumbuka tutaukumbuka kwa sababu tutakuwa ndani ya histori ya klabu ya Simba, na ndio maana toka tisini na tatu hadi leo tunajivunia. Si tushapita huko hmm? Nyinyi ndio kwanza mnaingia sasa hivi. Hiyo tisini na tatu zaidi ya miaka 30, hiyo sasa unafikiri, 32, mbili sa hmm. hii juzi tu. Atakuwa yupo ndani ya histori ya klabu ya Simba, lazima hmm. awepo kwa haya makubwa aliyofanya kocha Fadlu Davis, wapo wanaosema kuwa kocha anaweza akaondoka, wanapata wasiwasi kocha anaweza akachukuliwa na watu wakubwa, kama ilivyotokea kwa kina Luis Jose Miquissone alivyochukuliwa kwenda Al Ahly, uh, Clatous Chota Chama alivyochukuliwa kwenda RS Berkane, na kocha Fadlu Davis, wanasema mnaweza mkampoteza. ah, hilo katika swala la mpira kwa kawaida mwalimu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hilo la kawaida. Siwezi kusema kwamba hawezi kuondoka, wameondoka makocha kibao. Kama wenzetu majirani hapo, kocha alikuja ndani ya Eh, siku mbili, siku tatu akaondoka, kwa maana ile swala kawaida tu, mm. Miongoni mwa wachezaji ambao wanatajwa kuingia katika uh, timu ya Simba Sports Club msimu ujao ni Faisal Salm Feitoto ambao mashabiki wengi wa Simba wanatamani kuwa naye. Wewe kwako, unatamani Feitoto, mkubwa. Yani, ni uwa Faisari kwa sababu sisi tuna mafungufu mengi sana ndani ya Simba, hasa namba kumi Tukim... kumi kufaa na faa lakini, changamoto ana changamoto na mchezaji ya. Lazima awe na changamoto akiangalia huku benchi huko Faisari. Lazima ata move. Kwa na maana hiki ambacho anachokifanya lazima akizidishe ubora kwa sababu kuna mtu ambaye bora kama kama yeye la sipo, akijifanya anapovifanya anaweza yule akanyosha ubora akakaa kwenye benchi kama wenzake nzake. Kwa... na maana hilo swala zuri sana, ukiwa na wachezaji hawa wawili Faisal Salum Feitoto, pamoja mm. na Jean Charles Ahoua, kwako wewe ni nani anaanza katika? Yaani, mimi yoyote akianza na kula kalanga tu Simba Sports, yoyote kwa sababu wote wana ubora zaidi ndani ya pitch ya uwanja. Lakini huyo huyo Jean Chalea huwa mmekuwa mkimsema vibaya, lakini ndio ukiangalia mfungaji bora ndani ya kikosi cha Simba katika ligi kuu ya NBC Tanzania bara, ndio mtoa assist nyingi katika kombe hili la shirikisho lakini pia ameweza kuwafungia goli ambalo limeweza kuwapeleka fainali. Hao wanaomsema vibaya Sio sisi, labda upande wa pili. Mtu anakupa goli kumi na mbili kwenye ligi na asisti za kutosha, una msemaje vibaya? <laughs> Sio si yao na sio mashabiki wa Simba, wakati nyinyi mnatinga fainali ya kombe la shirikisho, lakini watani zenu na wao wanasema wametinga fainali ya kombe la muungano pale Pemba. Sisi tumetinga na tunachukua kombe, wao wametinga wamechukua medali, kwa hiyo vitu viwili tofauti. Shukrani sana Mwana...